Siwezi kulazimisha wewe nikwambie, Mungu anasema urudi kwa ndoa ulioacha. Msidanganywe kiona mtu mtu ambaye hajaokoka, unangang'ana na wokovu na anataka kukuua, sibeta utoroke kuliko kuuawa, ati hapana, rudi. Hata kama mtu anataka kukuua we urudi tu, hata kama mtu anakupiga kama umbwa we urudi tu. No, mimi nasema mwili ni wako, toroka. Maana huyu mtu anaishi na amani kwa nyumba yake, ajui yenyewe unapitia. Hawa ndio wanatia watu mashakani, watu kutoelewa neno la Mungu la semaji? Torokeni mpate kuwa salama. Sijasema mwache ndoa zenu, sijasema inafika. Kiwango kwa ndoa watu hupigana, hiyo ni kawaida kwa ndoa watu humizana, hiyo ni kawaida, lakini inategemea. Ila akili kidogo yenye Mungu aliyokupa inaweza sababisha, ikwambia sasa mahali imefika, wacha nitoke. Rudi kwa wazazi wako, wajakufa, uambie huyo mtu akipenda arudi kwa wazazi, akuja aseme kwa nini anakusumbua, then wazazi na watu wenu waone na waone kuombea, mkaelewana mkarudiana. Mwingine akasema Wacha tu nioleke kwa sababu kama ni mbaya ni mbaya. Unajua kuna ndoa siku hizi, ndoa ziko na ni nyingi, ufanyeni ndoa ni nyingi, lakini wakutamani kuoleka ndio aku. Ukiona swali, comment hapo chini. Hallelujah, nimekupa space, andika kitu comment. Ushauri wangu ni hivyo, na kama unaona sina ushauri mzuri. Maana ndoa ni amani, upendo na furaha na kuishi na amani. Ndoa si ya kupigana, ndoa si ya kunyongana, ndoa si ya maneno mengi, ndoa si ya matusi, ndoa si ya mabishano. Ndoa ni kukaa kwa neema, ndoa ni kukaa kwa utulivu, ndoa ni kukaa na kuvumiliana. Kuna shida katika ndoa, kuna mapigano katika ndoa, lakini hayaumizangi mtu Yanakuanga ya dakika chache, yanaisha. Mengine ni ya kutafuta watoto kwanza. Ukiona unakasirika kasirika kila wakati unanuna nuna una, una, ujue kati ya mama na baba walipigana sana ukaza